Ushindani, upinzani na ugomvi wa hapa na pale kati ya Kenya na Tanzania sio kitu kilichoanza jana. Jambo hili lina mizizi mirefu katika historia, itikadi, uchumi na utamaduni wa nchi mbili hizi jirani. Leo tutajadili kwa undani kwa nini Kenya na Tanzania mara nyingi huwa hawapatani. Historia Japo Kenya na Tanzania walipitia kwenye mikono ya mkoloni mmoja ya Mwingereza, baada ya uhuru, kila mtu alichagua njia yake. Tanzania chini ya baba wa taifa hayati Julius Kambarage Nyerere ilipitisha ujamaa. Kama neno lenyewe lilivyo, ni mfumo ambao unajali utaifa, umoja, utamaduni wa watu wote kabla ya mambo mengine binafsi. Kenya chini ya rais Jomo Kenyatta ilichagua mtindo wa ubepari unaendana zaidi na mifumo ya kiuchumi ya nchi za magharibi kama Ulaya au Marekani. Tofauti hizi za kiitikadi ziliunda misuguano mapema, haswa katika miaka hiyo ya 1960 na 1970. Tanzania iliona mfumo wa kibepari wa Kenya kama wakinyonyaji na ukoloni mamboleo, huku Kenya ikikosoa ujamaa wa Tanzania kuwa haufai. Mfano mzuri wa asali za tofauti za kiitikadi ni mwaka 1977, ambapo tofauti hizo zilisababisha kusambaratika kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, EAC. Ingawa jumuiya hiyo iliundwa tena mwaka 2000, chembe chembechembe za tofauti za kiitikadi Hazijawahi kufutika kabisa katika mataifa hayo. Uchumi. Kenya na Tanzania wana ushindani wa kiuchumi mkali sana. Kwa muda mrefu, Kenya imekuwa ikiongoza kiuchumi katika nchi za Afrika Mashariki. Nairobi ni kitovu cha fedha, mawasiliano ya simu na kidiplomasia ya kimataifa. Ila Tanzania pia imeanza kuamka na kuibuka kipaumbele kwenye mambo mbalimbali ya kiuchumi. Kwa mfano Januari 24 ya mwaka 2024, mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA ilisitisha safari za ndege za shirika la ndege la Kenya kutoka Nairobi hadi Dar es Salaam. Uamuzi huo ulikuwa ni uamuzi wa kujibu mapigo yaliyotokana na mamlaka ya anga ya Kenya baada ya kukataa ombi la Tanzania, kufanya shughuli zake za ndege za mizigo na Air Tanzania Company Limited. Sekta nyingine yenye ushindani zaidi ni sekta ya utalii. Kenya na Tanzania wanashea mipaka kwenye vivutio mbalimbali mbali vya utalii kama mlima Kilimanjaro na mbuga za wanyama ambapo wanyama hao usafiri kwenda nchi moja kwenda nyingine. Utalii ni sekta muhimu sana kwenye uchumi wa nchi zote mbili, na ndiyo maana mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano mataifa hayo yaliamua kwamba magari ya utalii yaliyosajiliwa Tanzania hayaruhusiwi kuingia Kenya na magari yaliyosajiliwa Kenya hayaruhusiwi kuingia Tanzania. Japo uamuzi huu wa kumwaga mboga na mwaga ugali hufikia suluhisho na makubaliano kadhaa, mwisho wa siku huumiza uchumi wa nchi zote mbili ambazo zinaweza kufika mbali zaidi kwa kushirikiana kuliko kushindana. Jambo lingine ni siasa. Siasa za Kenya na Tanzania husababisha msuguano katika uhusiano wa nchi hizi mbili. Mikwaruzano hiyo mara nyingi hutokea kwa njia ya shutuma za kushawishi uchaguzi kwa mfano, wakati wa kuelekea uchaguzi wa Kenya viongozi wa Kenya walimshutumu hayati Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania kwa kumuunga mkono mgombea wa upinzani Laila Odinga. Vilevile Kenyatta wakati wa uchaguzi wa Tanzania wa mwaka 2025 alituumiwa alituhumiwa kuunga mkono chama cha upinzani cha Chadema na mwaka huu wa 2025 kila mtu anajua kwamba kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema yupo gerezani. Na baada ya hapo kulitokea wanaharakati mbalimbali mbali kutoka nchi za jirani kama Kenya na Uganda. Mwangi na Atuhaile walikuwa ni miongoni mwa wanaharakati waliosafiri kutoka Kenya kuja Tanzania kwa nia ya kuonyesha ushirikiano na kiongozi wa chama cha upinzani wa Chadema. Hata hivyo, kilichofata kilikuwa ni kitendo ambacho wanaharakati hao walidai kiliendana na kinyume na haki za binadamu. Wanaharakati hao walitoa shutuma nzito katika mkutano na wanahabari, walieleza jinsi walivyokamatwa katika hoteli yao na baadaye kuteswa kikatili na kubakwa. Mwangi pia alielezea maelezo mengi katika chapisho refu kwenye mtandao wa kijamii wa X. Msemaji wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, alithibitisha kuwa Mwangi na Atuwaile walifukuzwa nchini lakini akakanusha tuhuma nyingine zozote. Tukirudi nyuma katika Jumuiya ya Afrika Mashariki iliyoundwa tena mwaka elfu mbili, raia wa nchi za chama hicho wameruhusiwa kusafiri kwa uhuru tangu mwaka elfu moja mia tisa na sitini, na wengi hutumia fursa hii kufanya kazi au kusoma katika nchi hizi jirani. Lakini sasa kuna hofu inayoongezeka, haswa miongoni mwa Wakenya, ya kusafiri hadi Tanzania. Kukamatwa kwa wanaharakati hao wa Afrika Mashariki kulisababisha Wakenya wengi kupata hasira na kufanya maandamano mbalimbali, ikiwemo ni pamoja na kumchafua Mheshimiwa Rais Samia Suluhu kwenye mitandao ya kijamii ambapo baadhi ya wabunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walipiga marufuku jambo hilo, lakini kubwa kuliko yote ni kemee tabia mbaya ambayo watu wanaichukua AI wanaenda kuleta michezo ya ajabu, wanachora mapicha si mazuri, kwa ajili ya kufanya bullying kwa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Kama mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama, ninakataa na nanekemea kipendo hiki kwa sababu hakikubaliki. Kama viongozi kwenye taifa hili, kwenye Biblia wapo, kwenye msafu wapo kwenye Kuraani wapo, waheshimiwe. Aheshimiwe rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio kumfanyia bullying kwa sababu ni mwanamke eti, kwa sababu kawaje? No, ninakataa kitendo hiki kwa sababu si afya kwa taifa letu. Rais wetu yupo eti kwenye mitandao, mara kachora katuni hii mara katuni hile. Na kemea, washindwe na walegee. Kitu kingine kilichotokea baada ya tukio hilo ni pale rais wa Kenya mheshimiwa William Ruto alipoomba msamaha kwa wabunge wa Tanzania kwenye kifungua kinywa cha maombi ya taifa. Baadhi ya Wakenya waliona ishara hiyo inafaa, lakini wengine waliona kuwa ni ya kuudhi. Siasa za nchi hizi mbili ni mojawapo ya sababu kwa nini migongano baina yao hutokea mara kwa mara. Tukiachana na siasa, kitu kingine kinachosababisha ushindani kutokuelewana kwa nchi hizi mbili ni mitazamo ya kijamii na ya kiutamaduni. Katika ngazi ya kijamii, ushindani wao mara nyingi huonyeshwa katika mitazamo walionayo raia wa kila nchi. Kashfa za kirafiki, hasa katika michezo kama vile riadha na kandanda, mara nyingi hubadilika na kuwa maonyesho ya ufahari ya kitaifa au dharau. Mara nyingi Watanzania huwakosoa Wakenya kwa kudai kwamba ni wakali, wana dharau na wana majivuno kupita kiasi. Huku Wakenya wakiwaona Watanzania kama ni watu waliopolepole sana na ni wavivu kupita kiasi. Kuna msemo maarufu wa Kiswahili usemao, Umoja ni nguvu, utengano ni dhaifu. Kenya na Tanzania zina sababu nyingi za kupatana zaidi ya kukosana. Mataifa yote mawili yana uhusiano wa kina wa kihistoria, kufanana kwa tamaduni na misimamo ya kimikakati ya kijiografia ambayo ikitumiwa kwa ushirikiano inaweza kuleta mabadiliko chanya kwenye nchi zote mbili. Kwa kufanya kazi pamoja, wanaweza kufungua fursa kubwa kwa biashara, kuvutia uwekezaji zaidi na kushughulikia changamoto nyingine kama mabadiliko ya hali ya hewa na maendeleo ya miundombinu. Kuheshimiana na kushirikiana sio kama kungeimarisha uhusiano wao wa pande mbili tu, bali pia kuinua jumuiya nzima ya Afrika Mashariki. Kenya na Tanzania lazima zijifunze kutoka kwa mwenzie na sio ushindani. Kwa kuchagua umoja badala ya mgawanyiko, kutaimarisha amani upendo, maendeleo katika mataifa hayo. Ungana nasi katika darasa la Shule ya Maisha ili kujifunza mambo mbalimbali mbali ya kisiasa, elimu, uchumi na kadhalika.